Kuna shule kubwa niliyokuwa natamani niweze kuipata, nikisoma hiyo labda pengine ninaweza kujua maana ya upendo. Hivi nyuki kazi yake kuniletea mia asali, alafu baadaye niadhibu kwa kuichoma moto? Kila ambacho ni kibaya kinakuwaga na uzuri wake, niamini mimi na wengi wa binadamu ambao huo tunawatafutia sababu ni wale ambao hatuwapendi, na hao ndio ambao wanakuwa wamebeba thamani yetu na wanaijua vizuri. Nipo tayari kwa ajili ya kuweza kujizalilisha, hata ulimwengu mzima uone kuwa na kulilia wewe ambaye nakupenda kutoka moyoni. Yawezekana wazi thamani yangu wewe uijui, kwa nini ni hukumu kwa makosa ambayo nidhania huna uhakika nayo. na mimi mimi, yawezekana ulimwengu hapo unanishangaa, lakini ninachokililia na ulilia upendo kutoka kwa mwanadada, na uona wazi wazi wangeri kuwa ni wale wasichana wa kitambaa cheupe au samaki, samaki kwangu nisingekuwa na neno la kuweza kutoa future mimi, ila hapa hakika nakwambia jamaa anajiona kidume tena kidume washoka, baadaye atakali sana kuona msichana mwenye shepu kama hili hivyo. Kwa nini aliweza kumlilia hivyo na kamzalilisha? Sitaki kuweza kuongea mengi. Wewe ambaye una shida ya chunusi, upele, utangotango usoni na unasumbuliwa na mabaka basi, chukua yako hiyo itakayokufanya uwe smooth tena mtamu.